Sakata la katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi, CCM Kinani Kihongosi dhidi ya e, kauli za aliyewahi kuwa jaji mkuu na makamu wa rais Mzee Sinde Joseph Warioba zimemwibua mkuu wa Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania kwa kifupi KKKT Diocese ya Karagwe mkoani Kagera, Askofu Dr. Kalikawe Benson Rwakalinda ambaye ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii, na nukuu, kile ambacho amekiandika, akianza na kichwa kinachosema, Kinani kiongozi anaoja, lakini kaishika kichwa chini miguu juu. Nimemsikia katibu mwenezi na itikadi wa CCM akimzungumzia mzee Warioba. Kwanza nitangaze mgogoro wa maslahi. Nampenda huyu kijana, huwa ni mnyenyekevu na msikivu, aaniki madhaifu yake kama sisi wengine. Akisema jambo, napenda kumsikiliza. Anasema mzee Warioba astaafu vizuri, pia kwamba mzee Warioba ana chuki na viongozi. Nimetafakari haya kuhusu maneno ya kiongozi moja. Mzee Warioba alishastaafu, si sehemu ya serikali hata kama ni mwanachama wa CCM. Mzee huyu ndiye mstaafu alis na pekee wengine mnaodhani wamestaafu bado hawajastaafu, wa ndio maana wako kimya, maana wanafungwa na kanuni ya uwajibikaji wa pamoja. Pili, mzee wa Warioba ana chuki na viongozi, anawapenda kama baba wa taifa alivyowapenda akina Ali Hasani Mwinyi, Olas Kolimba, John Malechela na Edward Loasa kama raia na mstaafu wa kweli aliwaambia ukweli kwa upendo kuliko kujificha na kunungunika pembeni. Mzee Warioba ana upendo mkubwa kwa viongozi waliozamu tatu. Badala yake mzee Warioba anaweza kuwa anachukiwa ama na viongozi au na CCM kwa kuwa msemaji wa chama akasema ni sahihi kuamini kuwa ipo chuki mahali fulani. Imani ya nane ya tano na sisimu inasema nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Mzee wa Rioba bila hofu wala aibu, amesimamia ukweli, haki na uwazi. Kama kwa kufanya haya, anastahili kulipwa maonyo haya na mshauri ayaepuke bila kinyongo. Ni. Vyama vyote vya siasa hapa nchini ni vyama vya viongozi kuliko kuwa vyama vya wanachama. Mzee Warioba ni muumini aliyepitwa na wakati kwa kuamini vyama ni mali ya wanachama. Hata hivyo, kuna siku vyama vyote vitawahitaji akina mzee Warioba wengi ili madhambi ya viongozi yabakie ni ya viongozi na yale ya serikali yasiwe madhambi ya vyama. Vyama viongoze, visiongozwe. Tafakari tano: baadhi ya mawaziri wakuu waliomfuata Warioba walifika mahali wakashindwa na kwenda upinzani. Mwingine aligombea urais akatukanwa matusi yote mpaka kuitwa Mwarabu. Mwingine akawasifia Chadema kuwa wanajua kujenga hoja akaitwa na kuonywa kiutu uzima. Ni maisha magumu kuishi, umefarakana na dhamiri yako. Mzee Warioba ameamua kuma, kuwa mtumwa wa dhamiri, aheshimiwe. Mwisho askofu Dkt. Bensoni Kalikawe wa Kalinda Bagonza anamalizia kwa kusema nampongeza rafiki yangu Kenani, lakini naisi hoja hii ameishika kichwa chini na miguu juu. Akipenda akamtembelee mzee Warioba ajifunze na amfundishe imani mpya za CCM. Enzi zetu tulipenda kumtembelea na kujifunza kujenga hoja. Angefuka hayati Mohamed Sefu Atibu angekueleza ila, ninakupongeza unajitahidi kujenga hoja kuliko wajaruhu wote kwa umoja wao.